kutolewa hatua kwa hatua. Naomba miradi michache ya maji kupitia mamlaka ya maji vijijini kwa maana ya ruasa tunao mradi wa maji Kigongo ambao tunasema juzi tu umezinduliwa na wananchi wameshaanza kupata huduma ya maji. Mradi huo unaenda kuhudumia kata ya Igetemia, lakini pia tunao mradi wa maji Ukiriguru Usagara Koromije unakwenda mpaka Sumbe kwa maana ya wilaya ya Kwimba utagharimu zaidi ya bilioni 30, ambapo mradi huo kama unausikia tu kama ni Ukiriguru Usagara, Koromige, unaona scope yake ni kubwa kiasi gani, na utahudumia kata zaidi ya tatu. Tafsiri yake watu hao watapata maji. Mkandarasi yuko site, na kazi inaendelea. Tunao mradi wa maji ujamate muhimu ambao na wenyewe pia unagharimu zaidi ya bilioni kumi na mbili, mkandarasi yuko site, anaendelea na kazi, lakini tunao mradi wa maji Igongwa wenyewe pia una zaidi ya bilioni nne. Kazi inaendelea na wakati wowote wa wananchi wanaweza kupata maji, lakini tumeshima visima vitano vya jimbo juu kati yapa, visima vitano, visima vyote vile vimekamilika ambao viligharimu milioni mia tatu, na visima vyote vitano vimeanza kutoa maji. Tumezungumza nishati, ndugu zangu, wana Misungwi, kama nilivyosema vijiji vyote 115 tayari vina umeme na vitongoji pia vimeongezeka. Sasa hivi kulikuwa na vitongoji 134 2021, sasa hivi vitongoji 323 tayari vimefikiwa na huduma za umeme. Ndugu <laughs> zangu, sekta ya kilimo naweza kuzungumzia miradi hapa, lazima tu ili tuishi. Tumeona kwamba 2021, tunaenda kwa haraka, kulikuwa na zero zero mbolea ya ruzuku. Sasa hivi tunapozungumza kwa mwaka huu tu ishirini na tano ishirini na tano tumepokea tani elfu moja mia moja hamsini za mbolea za ruzuku ambazo zinaendelea kusambazwa katika sekta mbalimbali, na kama kuna mkulima wa pamba huu mwaka huu na mwaka uliokwisha, huwa tunapewa mbegu, pembejeo, suvi wadudu wana vita wao na majina yao vimetolewa bure. Yaani, kazi ya mkulima wewe ni mashamba, chukua mbegu ya pamba, chukua mbolea, chukua viuadudu na viuatilifu, fanya kazi na kazi iendelee. Haya, watu walikuwa wanatumia zaidi ya masaa 6 7 kuvuka kwenye kivuko. Kesho kutwa baada ya kuzindua, tutakuwa tunatumia dakika mbili. Hizi ndio reform, tumpigie makofi Daktari Samia, ndugu zangu. Mheshimiwa Rais amesema atasimamia katiba, atalinda nchi hii, tutaishi kwa amani. Tumsapoti, tuachane na maneno maneno ya mtaa. Mama Samia ni majengo ya leo hii, mama Samia ni daraja la Kigongo Busisi, mama Samia ni mashule yaliyojengwa.